Tumepita juzi kwenda Rudewa, unaona sasa maeneo yote ya barabara kuu yote yanaanza kufumuliwa, unaona watu wameweka ma- mabati, wamelaza mabati, wameweka wigo pale, eneo kubwa huko, magogo yanamenywa, kuna veneer siku huko sasa. Yale yani, maswali haya, maombi yanatumwa halimashauri ili anaukwanajisia kiza Mheshimiwa DC kwana maeneo ya barabarani, ambao hawa wawekezaji wa nje wanawekeza viwanda vya kumenya magogo, ni mali ya halimashauri ni mali ya kijiji ni mali ya mtu anauza, anakodisha au ikoje? Halimashauri ya kijiji wanapata mapato, halimashauri ya wilaya wanakusanya mapato hili mamlaka zetu kama TRA wanakusanya pale, lakini kwenye aina ya uwekezaji, je, huu ni uwekezaji ambao unatija? Kwani wenzetu TIC wanautemi, ni uwekezaji ambao unatija? Pengine watu wa TIC wangetusaidia, kwani wawekezaji wanaowakaribisha huku ni wawekezaji gani? Kwenye mambo ya miti, ni end to end au ni kumenya tu zile venia, unakutana maroli kwa amebeba zile venia, anapeleka Iringa Iringa na process kidogo, anapeleka Dar es Salaam, ili tuwe kwenye uelewa wa pamoja. Lakini watu wa ardhi watusaidie, kuna maana, Mheshimiwa Dizi, katika halmashauri zako kwenye kuuliza, imeonekana kwamba ni siri pia, mtu wa ardhi pia anafanya ni siri. Kwa hiyo pia kuna watu kule kwa halmashauri wanashangaa tu, mtu ameenda pale, ameweka kakiwanda kake, anamenya magogo. Sasa huenda kuna mchango kwa wakulima wetu kwamba inasaidia, lakini sisi tumekaa hapa kama Watanzania tunaangalia sana kwenye kwenye engo nne kwenye hayo mapana, ili mwisho wa siku tuishauri wizara, tuishauri wizara. maana pale Mtwango kushoto hapo unapotoka hapa Kuya anapokusanyia nguzo kulikuwa na banda pale linamenywa ta. ta. ta, ta, ta. Baada ya miezi minne limefungwa. Tujue ni wawekezaji tofauti au ni mtu mmoja amekuja amefunga, kama ile maboksi ya Kamali, mtu mmoja alikuwa na maboksi kila kijiji. Then future ikoje ya uwekezaji wa miti? At least na mimi mwenyewe, sisi viongozi kama, kama, kama, kama, kama, kama mkoa tupate pia hisia za idara yenyewe ya misitu ile future promising. But sio kama mazuzu tu tunashangilia tu kwamba kwa kuna hata hapo wanatusaidia. Ina ina ile future promise. Baki inaanza kuona mabanda mengi yanafungwa. Miezi sita unaona tu watu huja perri wamevuna hapa miti wamefunga mabanda. Sasa imekuwa ni barabara ya Rodeo sasa watu wamepangana huko. Ni uwekezaji wa miaka mingapi? Nani mwenye ule mkataba? Ni TIC, ni halmashauri, ni kijiji, ni aliyekodishiwa? Lakini pia tunaweza kuwa na Tanzania wa hovyo ambao anasimama kwa niaba ya leseni ya mwekezaji wa nje. Maana kwa pia na mtu mjinga anakuja hapa anachukua leseni kwa niaba ya mtu mwekezaji wa nje kwa sababu anapata shilingi kumi. Anadhani ni siri ya kumsaidia. Kumbe angekuja kwenye serikali akamwambia hii nadhani kwamba mwambie afanye hivi ili wewe natija zaidi kesho kwa sababu mtu baada ya miezi mitatu ataondoka hapa. Utabaki ni mweupe. Sasa tukasema hili jambo tulizungumze hapa kwa uwazi. Nachosema naudia kusema sio jambo la siri. Tuna interest sisi kama serikali ya mkoa, kila uwekezaji wa, wa, wa viwanda hivi tunavyoona huko barabarani kwamba tunamenya veneer na nini, ni kweli natija kwa wakulima, ni kweli tunahitaji uwekezaji. Nani mmiliki? Sasa mfano mzuri hapa, mnaita watu sisi hapa ndo viongozi wa mkoa, mnaita watu wakwambia wameondoka. Hao watu wakipata matatizo huko wataenda wapi? wataenda wapi wakipata huko matatizo? watakuja hapa, itaraumiwa serikali ya kijiji, itaraumiwa serikali ya wilaya, ataraumiwa polisi, sisi tunaoita hapa kikao, kwambia hawa wamepata dharura, wameondoka. wana serikali nyingine ambao wanaenda kuisikiliza? hamna ni wawekezaji au ni madalali wa wawekezaji? Hii tujue, aliyoko hapa ni dalali au kweli ni mwekezaji eh? Hii tujue kwa sababu hao ni watu ambao kesho akija hapa barozi wao wanaanza kuraise malalamiko kwamba hatusikilizwi, tunafanyiwa hivi tunafanyiwa vile, anafahamu vali ya serikali kuna maeneo ambayo hata wao na serikali yao ya wilaya hawafahamiani. Hivi tukitaka nao, nani anayo organize kuona wana mwenyekiti wao kutoka kwenye jamii yao? Ni afisa biashara wetu wa wilaya na wa coordinate, anawajua. Mwenyekiti wa baraza la biashara la wilaya ni DC, anawajua hawa wawekezaji shughuli anazozifanya afisa biashara wetu wa wilaya anawajua, anaweza akawa access kuambia kwamba njoni hapa tujue kwamba kuna kitu gani kinafanyika. Juzi tuna mwekezaji mmoja hapa anamenya miti kaibiwa milioni 85 ndani, kaibiwa milioni 85 hapo kwenye kiwanda chake. Alizichukua wapi? Alikaaja nazo nyumbani? Anajua yeye kesho atanyongwa hapo, itarumiwa serikali. Nani amewapitisha kwenye taratibu za uwekezaji kwenye maeneo yenu? Ninyi huko kwenye wilaya ni washiriki wa vikao vya uwekezaji kwenye wilaya zenu, ambako madisi ni wenye viti na madasi ni makatibu wanajua kwamba kuna mtu anaitwa afisa biashara wa wilaya, wanapaswa wakutane naye na wazungumze mambo ya maendeleo ya hiyo wilaya na wekezaji wao na changamoto zipo wanazipitia? au wote tunabaki tu tunashangana. Hivi hawa watu wanaopita wenye ama eneo nani waga anawapa kwao? Tukasema tusijuize maswali mengi, tuitane hapa tuzungumze, kwamba maeneo haya huwa wanaomba halmashauri au kama kuna mtu ana eneo lake anawapatia, huwa wanakuja kujisajili papo mahala pa uhamiaji papo mahala pa halmashauri, lakini idara yetu ya kazi inajua NSSF anajua kwamba mtu au na yeye sasa pale kwenye kiwanda umeweka mswahili mwenzetu nafisa utumishi, lakini kidampa ye mwenyewe hana NSSF anawasimamia hawana NSSF anaambiwa tuwakulipa laki tatu, wewe sema tuwakulipa laki tatu, wewe sema, tuwakulipa laki. Wamepeana mkataba ndani wa miaka miwili sema wewe ni kibarua kila mwezi. Baada ya miezi minne wakimfukuza anakuja tena kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa. Nimefukuzwa, wamenionea sijaipa staili zangu. Nani anayewaambia wafanyakazi kazi kwamba kuna vitu vyao kujua wanafanya kazi na mtu wa nje? Kwa sababu kesi nyingi hapa ukisikiza za kijinga kwa sababu ya ujinga wa watu wetu wanadanganya na wawekezaji. Anakuja hapa anaambiwa mkataba wako mwaka mmoja. Ila wakija hapa wana watu wa NSSF sema mimi ni kibarua nalipwa kila wiki shilingi elfu kumi. Ghafla wamefunga kiwanda, hajalipwa stahiki zake, ndo anajua sasa ofisi ya mkuu wa mkoa iko wapi, ndo anajua ofisi ya mkuu wa wilaya iko wapi, na anaenda sasa kwenye kulalamika. Na hao ni wajinga, maana tuna wajinga watatu huko kwenye uwekezaji. Wapi? kuna mjinga wa kwanza ni afisa wetu Mwekezaji anakuja hapa, anaweka kiwanda, anaajiri mzawa, afisa utumishi. Afisa utumishi anakuwa na ukienda kule unakuta vibarua wako labda 20 30. Ukiwa nakwambia hapa ni vibarua wanalipa on weekly basis. Na kwa hiyo unatembelea pale miezi minne wapo, miezi sita wapo, miezi nane wapo. Utakuja kujua si vibarua baada ya yule mwekezaji kuwafanyia vituko. Na kuna mara pengine hadi afisa utumishi mwenyewe kufanyiwa vituko anakuja hapa analia, unamwambia kile wewe mwenyewe unasema ni kibarua. Sasa ama mambo ya kwamba umekaa hapa mwaka mmoja, umetokea wapi? Inaraumiwa serikali. Kwa wewe mjinga mmoja, tuna mjinga wa pili, ambaye ananunua ardhi kwa niaba ya wekezaji wa nje. Ukiwatafuta wale wekezaji hawaji, anakuja mswahili mwenzako, anasema mimi ndo mwekezaji. Kwa ona mwiza, wewe ndo umewajira wekezaji wa nje, anajichanganya. Utakuja kujua kwamba ye sie mwekezaji wanapomzulumu, ndo unaona kwenye mikutano ao wa wanaanza kulalamika. Mjinga wa pili huyo, tuko naye. Tuna mjinga wa tatu ambaye wa ni dalali wa mwekezaji. Lenyewe lipo tu kama zuzu, ndio linalomwambia mwekezaji kesho, NSSF watakuja, ndo unalipigia unaliambia, bwana, kesho tuwataka hapo aje afisa biashara wetu, linamwambia kesho, anakuja mtu wa biashara anaondoka, unalikuta yenyewe pesa linajibu kwa niaba ya mwekezaji. Utajua kwamba ni zuzu litakapodhulumiwa hela. Sasa linakuja hapa kwenye ofisi, hujaenda kwa DC? anilienda pale, hawajanisikiliza. Kwa hiyo nikasema tuitane hapa, kikao hiki sio cha siri, ni kikao very serious ili kila mmoja anapoona uwekezaji wa viwanda vya kumenya magogo huko barabarani ajue kwamba hao wawekezaji wako moja mbili tatu, status ni hii, na mamlaka zetu za serikali zijue mtu kama huyu hapa amekuja na umwekezaji hapa, suti so, nzuri koti nzuri, atazungumza mambo yote mazuri subiri so, siku amgeuke. Ndio watukanaji wa kwenye mitandao, serikali gani hii, haina maana lakini amekuja hapa leo akapiga suti na ataongea upuuzi wote hapa, na tutamwamini kwa sababu. Mimi nimesha kutana na watu aina hii wa wengi sana anakuja na mtu huyu, wale wakati wanachezesha mabetini ma, ma, ma, ma, ma, yale